Mchezo wa kesho sisi zidi ya Coastal Union nafikiri ni mchezo ambao utakuwa mzuri, mchezo ni mgumu, mchezo ambao utakuwa na burudani, kwa sababu Coastal Union inajulikana ni timu always ya ushindani, ni timu nzuri. Kwa hiyo tupo tumejipanga kwenda kuwakabili Coastal katika siku yetu ya kesho. Sisi maandalizi yako vizuri, na mpaka sasa hivi asilimia tisini yameenda vizuri. E, cha kuomba kesho vijana waweze kuamka na afya njema kutimiza majukumu ya mchezo wetu zidi ya Costa. Tunajua timu ambayo tunaenda kukutana nayo, ni timu sio ngeni kwetu, wala kwao, sisi sio wageni, kwa hiyo tutarajie mchezo ambao utakuwa na ushindani na utakao kuwa mzuri zaidi. Kwanza ni, ni, najua ni mwalimu ambaye ni tactical zaidi, ni mwalimu mzuri, mwalimu Muya tumemwona akiwa ndani ya Fontaine mwaka jana, amesababisha timu ya wa Fontaine kufanya vizuri na kupata result nzuri akiwa Geita kwa kwahiyo, tunaheshimu uwepo wake na tunajua mchango wake mkubwa atapeleka Coastal Union e, na kiukweli, wametupa wakati mgumu kwa sababu e, ukiwatizama Coastal kwa michezo mitatu ambao wamecheza nyuma, alafu sasahii wamebadilisha mwalimu, kwahiyo sisi wametupa kipingamizi cha cha kudili na mambo mawili, waangalia Coastal ambayo imecheza hapo mechi za nyuma na pia mwalimu ambaye ameenda kuchukua sasa hivi timu ni mwalimu wa aina gani? Kwa hiyo tunajua changamoto ambazo tutakutana nazo, lakini vilevile tuwapongeze tu, tu, tu, tuwapongeze kwa mwalimu ambaye amemchagua ni mwalimu sahihi. Sisi lengo letu kupata alama tatu katika mchezo wa kesho, kikubwa kwenda kuyafanyia kazi yale ambayo yote tumepewa katika mambo ya mazoezi na walimu kwenda kukamilisha ambayo tunayotaka. Ya ligi ndio imeanza nadhani wamecheza mechi tatu. Tunakwenda kucheza mechi ya nne. Timu ambazo ziko juu yetu hazijatoa cha mbali sana, ni tofauti ya pointi moja mbili. Changamoto ambazo zipo kwenye timu ukianzia ziaji labda physical qualities, kwa muda huu mchache ambao nimepata kufanya nao mazoezi vijana, tumejaribu kuzitibu hizo changamoto. Kwa hiyo wana perform vizuri, tumejaribu kucheza uh, katika mechi za kirafiki ushirikiano umeanza kuongezeka, tunapata attempt nyingi za kufika golini. Kwa hiyo bado kidogo katika sehemu ya umaliziaji e, tumefanyia kazi siku ya jana kwenye masuala yetu ya madarasa na leo pia tutaenda kumalizia kiwanjani, nadhani mpaka mechi inapofika hapo siku ya kesho tutakwenda kuleta mabadiliko makubwa sana, vijana wameshajitahidi mpaka hapa. Apa chamno ninachoomba ni ushirikiano. Mimi kama unavyozungumza hapa Dodoma ni mwenyeji naomba sapoti ya wapenzi wa kosi waliopo Dodoma na wale wa kule Tanga pia vilevile wenye kuweza kusafiri kuja kwa hapa wa, e, support wa ushirikiano wao tu ukiwa mkubwa, sisi tunakwenda kufanya vizuri. E, ni kweli kuna wachezaji ambao wana dharura kama watatu hivi hawatakuepo, lakini wengine wote wako vizuri na kikosi, kama mchezaji wangu aliyepo hapa hivi, wote wanaonekana wako tayari na wanaitaka mechi ya kesho. Tunawaheshimu Mtibwa ni, ni timu nzuri. E, ina historia kubwa katika nchi hii katika mpira wa miguu, lakini Coastal ni kubwa zaidi kuliko Mtibwa. Kwa hiyo hawa wanajua wana kazi kubwa ya kuonyesha ule ukubwa wao wa Coastal dhidi ya Mtibwa. Tunaheshimu Mtibwa lakini kesho matokeo tunayataka. Hali e, yetu sisi kama wachezaji tuko, tuko tuko tuko na morali ya asilimia mia kwa ajili ya kupambania nembo ya Coastal Union. Tunajua matokeo yaliyopita hapo nyuma alikuwa sio mazuri sana. Kwa hiyo mwalimu alipokuja, mwalimu amerekebisha baadhi ya makosa ambayo yalitokea katika michezo iliyopita kwa hiyo naamini katika mchezo wa kesho tunaomba wapenzi wa Coastal Union waweze kuja uwanjani kuisapoti timu yao na waidi pointi tatu. Mimi niseme tu kwamba hakuna mzigo wowote ambao tunaupata kwa kubadilisha mwalimu. Najua mwalimu amekuja, mwalimu ni mzuri, mwalimu kila mmoja anamfahamu, na amepita baadhi ya klabu, wengi wenu mnajua ni nini alichokifanya huko. Kwa hiyo tunaimani amekuja kuongeza kitu katika timu yetu pale tulipoishia, kwenda juu zaidi na kama ni napenda kusema tu kwamba rekodi zipo kwa ajili ya kuvunjwa. Kama uwanja umekuwa ni mgumu, na naamini kesho unaweza kuvunja rekodi na uwanja akiwa mwepesi. Tunaheshimu Mtibwa, ni klabu kubwa nchini, klabu nzuri na wachezaji wazuri, tunawafahamu. Lakini holo na holo, sisi tunahitaji pointi tatu, na naamini kesho tunaenda kuzipata.